Kuna njia mingi unaweza rudisha nyota yako ama nyota zako. Njia ya kwanza unaweza wafuata wafunge wapasue pasue wateketeze kwa damu ya mwanakondoo alafu uchukue nyota zako. Daudi alikuwa ametoka mahali kunaitwa Ziglag, akarudi akapata Wamaleki wameteka watu nyara, wameteka mifugo nyara, wakaenda nazo Daudi akaenda akamwambia Mungu, Baba, niwafuate. Je, nitawapata? Nitarudisha vyote? Daudi akawafuata akawapiga, akawafieka, akarudisha vyote vilivyoibiwa. Wewe pia, kwa njia ya imani, kwenye ulimwengu wa roho, ukisema nawafuata, uwaga unawafuata. Ukisema nawapasua, uwaga unawapasua. Kumbuka vita zetu ni vita za rohoni. Unavaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, sema navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, na wafuata katika jina la Yesu Kristo. Yoyote aliyechukua nyota yangu kwenye bahari, yoyote aliyechukua nyota yangu kwenye anga ama kwenye nchi, namkamata, namfunga, namteketeza, nampasuapasua na msaga kwa damu ya mwanakondoo, alafu nachukua nyota zangu kwa damu ya Yesu. Hiyo ni njia moja. Njia ya pili unaweza tumia malaika. Malaika ni watumishi wetu, ni watumishi wa wale wa mchao Mungu Unasema, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo, namtuma malaika wa Mungu aende awapasue hiyo, aende awavunje vunje vunje, aende aharibu kila ngome ya giza, aende achukue nyota yangu airudishe kwa damu ya mwanakondoo. Ukimwamuru malaika kwenye ulimwengu wa roho, malaika anaenda anawapasua. Zile instruction ulizopatia malaika, ndio ataenda nazo, atawafyeka atawapasua, atawateketeza, atawakatakata kwa damu ya mwanakondoo, alafu atarudisha nyota yako. Hiyo ni njia ya pili. Njia ya tatu, mahali ulipo, unaweza kuita nyota zako. Biblia inasema ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye magereza, wamekuwa mawindo na hakuna aitaye wala hakuna okoaye. Sio watu tu, wanaweza kuwa, wanaweza kuwa kwenye magereza, hata nyota zako inaweza kuwa kwenye gereza, hata nyota yako inaweza kuwa imekuwa mawindo lakini hakuna aitaye wala hakuna okoaye. Unasimama kwa dhami yako, unasema, yoyote aliyechukua nyota yangu nampasua, naamuru nyota njoo, nyota ya akili njoo, nyota ya macho njoo, nyota yangu iliyochukuliwa na wachawi naiamuru njoo, njoo kwa damu ya mwanakondo. Ukiamuru mahali nyota ipo, inaanza kukuja Unavaa mamlaka kwanza, unajitakasa kwa damu ya mwana kondoo, alafu sema: navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Nasema na njoo nyota ya akili, njoo, njoo kwa damu ya mwanakondoo, na kufyeka aliyeshikilia na kupasua aliyechukua nyota na kuangamiza kwa damu ya mwanakondoo. Ukianza kuita nyota, nyota inakuja. Njia nyingine ni unatumia maarifa. Sasa Biblia inasema ile njia aliyokuja nayo mjini ndio njia atakayoenda nayo mjini. Atakaye toka nayo unaamuru yoyote aliyechukua nyota yako airudishe vile vile alivyochukua. Una uwezo, unasema kwa damu ya mwana kondoo, yoyote awaye aliyechukua nyota yangu kwenye ulimwengu wa roho, na mwamuru arudishe kwa damu ya mwana kondoo, vile vile alichukua, ndo hivyo hivyo atakavorudisha. Ule mchawi aliyetumika atarudisha hivyo, lakini before achukue, kumbuka Biblia nasema auwezi kuingia kwa nyumba ya mwenye nguvu ukachukua vitu zake kama hautomfunga Unasema una kwa damu ya mwana kondoo, na mfunga katika jina la Yesu Kristo, aliyechukua nyota yangu namfunga, mfunga na mwamuru arudishe kwa damu ya mwana kondoo. E mwenye nguvu, unaitumia nyota yangu, e mwenye nguvu ule iba nyota yangu, na kufunga kwa damu ya mwana kondoo, na kupasua pasua, na kusagasaga, na kuamuru rudisha kwa damu ya mwana kondoo, vile vile alichukua, ndio hivyo hivyo atakavyorudisha. Alafu nyota zako zikirudi, kumbuka Biblia inasema tumebarikiwa kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa Roho, zimerudi zinaweza kuwa ziko kwenye ulimwengu wa roho, unaziamuru zianze kurudi, zianze kumanifest sasa. Sema, naamuru kwa damu ya mwana kondoo, nyota iliyo kwenye ulimwengu wa roho, nayamuru njoo, anza kumanifest, anza kudhirika sasa. Nyota akili njoo, ukipasua lilo wingu, ukipasua hiyo anga, nyota zako inaanza kurudi unaanza kuona maisha yako yanaanza kubadilika, ndoto zako pia zinaanza kubadilika. Utajiona umeenda mahali kunakaa kuchafu, unapiga manyoka, unafieka wachawi, unawapasua ama unaokota matunda ama unaokota pesa. Utaanza kuona nyo..., ndoto zako zinaanza kubadilika. Alafu umerudisha nyota zako, umewapasua, umewafieka, umewateketeza kwa damu ya mwanakondoo, umezirudisha. Unaweka ulinzi sasa. Sema, naweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo, naweka ulinzi katika jina la Yesu Kristo, nayezingira na ukingo wa damu ya mwanakondoo. Unaanza kuweka ulinzi ama unaweka malaika wa ulinzi alinde nyota zako kwa damu ya mwanakondoo. Hizo ndiyo njia. Njia ni mingi, lakini hizo ni baadhi ya njia.